Huu ndio ugonjwa wa Mpox ambao unasababishwa na virusi vinavyopatikana kwa wanyama wa jamii ya nyani ambapo binadamu huweza kuupata kutokana na shughuli zinazoweza kusababisha kugusana na wanyama na maji maji au nyama za wanyama wenye maambukizi. Kutokana na kuwepo kwa wahisiwa wawili wenye maambukizi ya ugonjwa wa Mpox, serikali imeanza kuchukua mikakati madhubuti ya kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo fanya ufuatiliaji wa wagonjwa na wahisiwa wenye dalili za ugonjwa wa mpox. Lakini pia kingine kikubwa, kwa wale wasafiri ambao wanaingia nchini na kutoka nchini kupitia mipaka yetu yote, wamekuwa wakifanyiwa uchunguzi wa awali ili kuhakikisha kwamba yeyote yule mwenye dalili za ugonjwa wa mpox ana, ana, anahudumiwa kwa wakati na kuhakikisha kwamba ugonjwa hauendei kusambaa lakini pia kwenye baadhi ya sehemu na hususan kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma kuna mambo mengi ambayo yamefanyika ikiwemo kuhakikisha upatikanaji wa vifaa na vifaa tiba katika maeneo ya kutolea huduma. Huko Tunduma mkoani Songwe ni moja ya maeneo yenye maingiliano ya watu wengi wanaoingia kutumia mpaka huo, maboresho yakiwemo ni maongezeko ya nani hii ya, ya, ya, ya vifaa kwa mfano gari la wagonjwa na themoskana kwa maana ya vipima joto kwa ajili ya kuweza kufanya upimaji wa temperature kwenye upimaji wa jotoridi la kila abiria wa kimataifa anayeingia nchini kupitia hapa kwenye mlango wetu kwa njia ya barabara OSBP, lakini pia katika kile kituo cha gari moshi la Tazara, wataalamu wa afya nao wametoa ushauri wao ili kuhakikisha kuna uwezekano mkubwa wa kudhibiti mapema ugonjwa huo. Tufanye utafiti kujua namna gani tunatibu au tunazuia haya magonjwa mbalimbali mbali. Kwa sababu ni magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi ambazo tunahitaji ikiwezekana kuwa na dawa au kuwa na chanjo. Madaktari wote na watoa huduma wote wavae vifaa kinga kila mara wanapowahudumia wagonjwa hapa a, katika vituo vya kutolea huduma ili kuepuka kuambukizwa, lakini pia wazingatie e, mikakati ambayo huwa tunajiwekea e, mara zote tunapokuwa tumepata wagonjwa au tunapokuwa tumepata ugonjwa wa mlipuko. Ingawa wananchi wametakiwa kuendelea na shughuli zao za kila siku kama kawaida, lakini nao wametoa mitazamo yao. Ugonjwa uko vipi? Unaambukiza vipi? Sijausikia na wala sijasikia kwa kweli, wangeongeza elimu kama kwenye vituo, mfano kama vituo vya mwendo kasi, sehemu zenye mikusanyiko mingi, tuepuke misongamano ambayo sio lazima. Hata hivyo, ugonjwa huu bado hauna tiba ya moja kwa moja, ingawa kuna tiba ya dalili zake. Ugonjwa huu wa Mpox ulitangazwa kuwa hali ya dharura kwa afya ya umma kimataifa mnamo Agosti 14 ya mwaka 2024 baada ya kuongezeka kwa wagonjwa walioambukizwa maradhi hayo huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo na kuenea katika nchi jirani. Lakini mlipuko wa ugonjwa huo duniani ulianza Mei mwaka 2022 na umekuwa ukiendelea. Ramadhan Tua, Azam News. Uh, na kati ya dalili hizo ambazo zinaainishwa ni kutokwa na vipele, kupata homa, lakini pia kupata maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, vidonda vya koo, maumivu ya mgongo, kupata uchovu wa mwili pamoja na kuvimba mitoki ya mwili. Hizo ni kati ya dalili uh, zile za mwanzoni kabisa, lakini ni kwa namna gani unaweza kujikinga sasa? cha kwanza kinatajwa kwamba uepuke kugusa majimaji ya mwili wa mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Mpox. Lakini epuka kusalimiana au kupeana mikono, kukumbatiana au kubusiana. Lakini pia epuka kula au kugusa mizoga au wanyama, mfano nyani au swala wa mwituni pia epuka kugusana na mtu yeyote mwenye dalili za Mpox na kwa kuwa huwezi jua, hivyo basi vaa barakoa ikiwa unaongea kwa karibu na mtu aliye na dalili za ugonjwa huu. Nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, lakini pia safisha vitu na sehemu ambazo huguswa mara kwa mara. Hizo ni kati ya hatua unazoweza kuzichukua.